Msanii Harmonize ameweza kudhibitisha kwamba tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2025 anaenda kuachilia track yake ambayo inafahamika kwa jina la Best Couple, ambao wimbo huu amemshirikisha msanii nguli kabisa kutoka Nigeria ambaye anafahamika kwa jina la Rudeboy. So kwa upande wa Harmonize, yeye aliweza kuandika ujumbe huu, lakini pia kuweza kupakia post kupitia ukurasa wake wa Instagram. Baadhi ya wa watu wengi sana bana kuendelea kusubiri kwamba ni ujio upi ambao Harmonize atakuja nao, kwa sababu kama inafahamika kwamba Harmonize amekuwa ni mmoja kati ya wasanii ambao wana switch katika midondoko tofauti tofauti. Sasa Ibra, yeye yeah, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kutangaza pia nae mwenyewe kwamba tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2025 ataenda kuachilia wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la Asante U, um, then baadaye ameandika ujumbe ambao umekuwa ukisomeka kwamba oya, we bombo crat ni kama vile bato, yani ni kama vile bato ya siku tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2025. E bana, ni nani ambaye atatazamwa zaidi? Ni nani ambaye atafuatiliwa zaidi tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2025, kwa upande wa Ibra yeye hajaweza kutusanua kwamba wimbo huu utakuwa ni wa e, yeye peke yake au ni msanii mwingine ambaye kamshirikisha. Lakini pia kitu ambacho tunakiona ni kizuri zaidi ambacho kinapatikana kwenye posti hii ni kwamba Ibra ameandika kwamba ni Ibra tu peke yake, hakuna mtu yoyote ambaye ameweza kumshirikisha. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo huaga vinatokea e, mbeleni huko, lakini asa hivi ni kwamba Ibra yeye hajaweza kutupa, kutupa hata kionjo pia cha wimbo wa Asante. Licha ya kwamba pia naye hajaweza kutupa kionjo cha uh, wimbo wake ambao ni wa best couple, lakini wameweza kuposti tu zile za wimbo wa best couple kwa Harmonize, kasha post. Lakini pia kwa upande wa Ibra yeye ameweza page ya wimbo wake unaokwenda kwa jina Asante, kwa humu ndani inaonekana kwa upande wa Ibra ni wimbo fulani ambao unaonekana labda pengine ni kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mengi ambayo amemfanyia kwa sababu kuna bana Biblia pale kuna rosari lakini pia eh, kuna hali fulani hivi kama mawingu mawingu, ikiwa inamaanisha kabisa kwamba pengine labda Ibra anaenda kuachilia wimbo kwa pongezi, lakini pia shukrani ambazo Mungu ameweza kumfanyia ndani yake. Lakini pia kwa upande wa Harmonize inaonekana kabisa kwamba wimbo ambao anaenda kuachilia ni wimbo fulani hivi ambao uko na maudhui ya kimapenzi mahaba zaidi ambao anaenda kuachilia katika siku za hivi karibuni. Licha ya hayo yote ni kwamba Harmonize pia anaendelea bato lake la kuendelea ku eh, post ebana, private jet ambazo amekuwa akipiga nazo picha kipindi ambacho yupo zake airport, na saa hivi pia post yake ya mwisho, Harmonize ameweza kupakia post ambayo post hii e bana ni private jet ambayo, e, wamekuwa wakifanya kama vile ni bato, baada ya maneno ya baba Levo kwamba wasanii wa bongo wanapanda e, avieta hawapandi e bana, private jet ni tofauti kabisa na diamond Platinum. So kwa upande wa Harmonize pamoja na Ibraah, saa hivi ni vita tu ya tarehe 27 mwezi Juni, lakini pia nilikuwa nakudokeza tu kwamba, e, kwa upande wa Harmonize bado yupo kwenye masuala mazima private jet ya jet akiendelea kupost, lakini pia tarehe 27, watu wanasubiri kwamba ni nini ambacho kitaendelea kutokea na nani ambaye atafuatiliwa zaidi kwa upande wa Ibra pamoja na Harmonize, itakuwaje? Drop comment yako kwenye anja comment hapo, usiache kusubscribe ni sawasawa, like digito chao chao.